Kwa majina naitwa Daktari Isaac Newton Kinity, mzaliwa wa Kenya wa Kenya, lakini sasa naishi Connecticut Marekani. Sijui kwa nini serikali ya Kenya inapendelea kuwagandamiza wanajeshi KDF. Wanajeshi wa Kenya wanateseka sana, jamii zao, mabibi zao wanateseka sana na watoto wao sana sana sana, na vile viongozi wa Kenya hawajali hata kidogo. Wabunge hawajali, mkubwa ya kotu Francis Atwoli hawajali, rais wa Kenya hawajali hata kidogo. Mshahara ya wa wanajeshi, nimenena kila mara, ni mshahara duni kabisa. Mshahara wa recruit ni elfu saba mshahara wa kadeti ni elfu kumi na moja. Mfanyakazi wa mjengo wa kukoroga kokoto nchini Kenya anapewa mia sita kwa kila mchana, hiyo na elfu kumi na nane kwa mwezi mmoja. Mshahara yake jiko juu kuliko hata cadet ambaye amekuwa trained kwa army ya Kenya. Watchman Kenya anapata mshahara kubwa kuliko wanajeshi wa Kenya wanaosafisha magari wanapata pesa mingi kuliko wanajeshi wa Kenya. Ni kwa nini? GDP ya Kenya ni 120 bilioni. Inapita Tanzania ambaye GDP yake ni 88. Inapita Uganda ambaye GDP yake ni 52. Inapita Rwanda ambaye GDP yake ni 10 ni sita. Rwanda GDP yake ni sita. Inapita Burundi ambayo GDP yake ni kumi na nane ni kumi na nne. Na hali kadhalika, serikali ya Kenya ndio inalipa mshahara ya chini kabisa wanajeshi, inawapatia hawa dola 55, kwa mwezi. Na hali kadhalika, Tanzania ambayo iko na GDP ya 88 chini ya Kenya ambayo iko na gdp ya mia moja ishirini inawapatia wanajeshi wake dola mia ine na kumi na tatu kwa kila mwezi. Burundi ambayo iko chini ya Kenya sana iko na gdp ya kumi e, na nne bilioni inawapatia wanajeshi wake dola mia moja sabini na tatu. Uganda ambaye gdp yake ni sita bilioni inapatiwa wanajeshi yake mia moja sabini dola kwa kila mwezi. Hii ni madharau kubwa sana kwa wanajeshi wa Kenya. Inafanya wanajeshi wa Kenya kama ni watu ambao hawana maana hata kidogo, na hii haiwezekani. Hii inatakiwa kukashifua kabisa na watu, watu